Nam muhadi gani ndugu msikilizaji, ni matumaini yangu humzima wa afya, pole na majukumu mbalimbali yanayokukabili. Karibu muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa sehemu ya tano ya simulizi nzuri, simulizi ya penzi la jambazi. Hii ni simulizi Tz. Langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapahapa hapa, simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya nne. Jesse alihifadhiwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, huku Nadia akikaa pembeni yake usiku kucha. Sasa tusonge katika sehemu hii ya tano ya simulizi hii nzuri, yaani mwendelezo wake. Siku tano zimepita tangu Jesse alazo katika chumba cha wagonjwa mahututi Nairobi. Nadia hakuwahi kuondoka kando ya kitanda chake hata mara moja. Alikuwa amevaa koti lake la zamani jeusi, bastola ikiwa ndani ya puchi ya mguuni, ilikuwa ikiwa na maana daima yupo tayari. Lakini sasa moyo wake haukuwa tena wa wajambazi, ulikuwa moyo wa mpenzi anayehofia kumpoteza mpendwa wake. Jenerali alipofika asubuhi hiyo, sura yake ilikuwa ya wasiwasi aliwasilisha habari mpya: Malik yupo Nairobi, amewasili usiku wa kuamkia leo kupitia uwanja mdogo wa ndege wa kijeshi. Ameshaweka watu wake sehemu mbalimbali, anakujua upo hai na anajua Jesse hajafa. Nadia alinyamaza, aliinuka na kugeuka dirishani macho yake yakitazama mbali. Ni lazima hii ishe, ni lazima iwe mwisho wa Maliki. Hii si vita tena ya pesa wala kisasi, hii ni vita maisha yangu. Jenerali alimwangalia kwa heshima, nitakupa kila taarifa unayohitaji, lakini nataka nikujulishe kuwa kuna kibarua kimoja kilitolewa kwa dola milioni mbili kwa kichwa chako. Malik ameahidi mtu atakayekuua atampatia kiasi hicho. Nadia alitabasamu kwa uchungu, "Watajaribu, lakini leo nitamwonyesha nani ndiye mwindaji wa kweli." Usiku ulipofika, Nadia alitoweka kutoka hospitali hiyo kwa kutumia njia ya zalula iliyojengwa kwa ajili ya maafisa wa juu. Alivaa nguo nyeusi za operesheni, koti lake kubwa likiwa limerudi, suruali ya kuzuia risasi na bastola mbili zenye silencer. Kila hatua aliyopiga ilikuwa ya kimya. Alielekea katika hoteli ya kifahari ya Sky Ridge, ghorofa ya 28 ambapo Maliki alikuwa ameweka makazi ya muda. Aliingia kupitia gereji ya chini kwa msaada wa mfanyakazi aliyehongwa. Lifti ya huduma ilimpeleka hadi ghorofa ya 27 kisha akapanda ngazi hadi juu. Kamera zilikuwa nyingi , lakini alikuwa amevaa kifaa kinachozuia kutambuliwa kwa sura. Alifika mbele ya mlango wa Maliki, aliweka kipaza sauti mlangoni, akasikia mazungumzo ya ndani. Tunaama alfajili, huyu Nadia hatuwezi kumwacha aishi na huyo kijana. Siwezi kumuua haraka. Nitahakikisha anajua uchungu halisi. Nadia alifumba macho, uamuzi ulishafanyika. Alirusha kifaa kidogo cha kulipua na kuruka kando. Mlango lilipuka, mlango lilipuka kwa nguvu tena kwa nguvu ya ghafla. Ndani walinzi watatu walifyatua risasi ovyo, lakini Nadia alikuwa mwepesi risasi za kimya zilitua mioyoni mwao kwa usahihi wa ajabu. Maliki alijaribu kukimbia kupitia mlango wa dharura, lakini Nadia alikuwa mbele yake kabla hajachukua hatua ya pili. Walitazamana, sura mbili zilizofunikwa na historia ya usaliti, mateso na damu. Nadia, tulikuwa familia nilikuokoa barabarani, ulinuka damu, nikakukumbatia. Wewe hukuniokoa Maliki, ulinifanya silaha, ukaniua polepole pole, lakini leo mimi ndiye ninayekukata. Alichomoa bastora akaelekeza kifuani kwake. Omba msamaha, si kwa ajili yangu bali kwa wale wote uliowaua. Maliki alicheka, wewe bado ni yule Nadia niliyejenga, ungetaka nipige magoti, lakini samahani, hata katika kifo sita pa. Risasi lipenya paji la uso wa Maliki. Kimya kilitawala. Nadia alishusha bastola yake kwa upole. Hakuwa na furaha hakukuwa na ushindi. Hili alikuwa penzi lililotoka kumwaga damu, lakini damu ilikuwa ndo msingi wa kila kitu. Aliondoka taratibu, akaficha bastola na kutoweka katika giza la usiku. Siku tatu baadaye, Jesse alikuwa amepata fahamu. Alikuwa bado dhaifu, lakini macho yake yalikuwa na nuru. Yuko wapi Maliki? Haipo tena. Nadia alijibu kwa sauti ya upole, na wewe nipo hapa lakini, si Nadia yule wa zamani, huyu ni mwanamke aliyependa hadi mwisho. Jesse alijaribu kuinua mkono wake, Nadia akaushika. Mambo yote yameisha, tumeokoka Jesse, lakini bado kuna safari mbele yetu, na tutapita pamoja. Jesse alisema kwa sauti dhaifu lakini ni yenye matumaini. Nje ya hospitali, jenerali alikuwa akitazama taarifa za habari kwenye simu yake. Mfanyabiashara tajiri wa kimataifa, Malik Musa amepatikana ameuawa katika hoteli ya kifahari. Mamlaka zimekataa kutoa maelezo ya kina, lakini mashirika ya usalama yanasema kulikuwa na vita ya kijasusi ya kimataifa. Jenerali alitabasamu akaingia ndani. Ninyi wawili sasa mna nafasi ya maisha mapya, lakini mkumbuke, wapinzani wenu walikuwa wengi, wengine bado wanaishi. Hili halijaisha kabisa. Nadia alimtazama Jese. Walikuwa wamepoteza kila kitu, lakini walikuwa bado pamoja, na hiyo ilikuwa mwanzo wa sura mpya. Huu ni mwisho wa sehemu hii ya tano ya simulizi hii nzuri ya penzi la jambazi langu. Jina ni Mr A Romantic, kutoka hapa hapa simulizi tizi. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kupata vipindi vyetu na simulizi mbalimbali mbali. Asante na karibu muda na wakati mwingine.